Na juhudi za kuhakikisha uongozi mpya katika tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC zinaingia katika hatua muhimu hapo kesho, huku mahojiano ya nyadhifa za mwenyekiti na makamishna yakianza. Mahojiano hayo ya wazi yatakayoendeshwa na jopo la uteuzi, yatafanyika katika taasisi ya bima iliyoko mtaa wa South C jijini Nairobi, hukuwa wawaniaji kumi na moja wakitarajiwa kupigania nafasi ya mwenyekiti. Uh, kiti hicho kimesalia wazi kwa zaidi ya miaka miwili kufuatia kuondoka kwa aliyekuwa mwenyekiti marehemu Wafula Chebukati. Siku chache tu baada ya jopo la uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC kutoa orodha ya walioorodheshwa na ratiba ya mahojiano yao, kundi la kwanza la wawaniaji wa nafasi ya mwenyekiti litafanyika mbele ya jopo hilo hapo kesho. Miongoni mwao ni Abdul Kadir Lorot Ramadhan, aliyekuwa msajili mkuu wa idara ya mahakama; Anne Atieno Amadi, jaji wa zamani wa mahakama ya Afrika Mashariki; Charles Ayako Nyachae na Edward Katama Ngeiwa mahojiano yataanza saa mbili unusu asubuhi hadi saa kumi unusu alasiri. Mnamo siku ya Jumanne, Erastus Edung Ethecon, Francis Kakai Kissinger, Jacob Ngwele Muvengei na Joy Brenda Masinde Mdivo watafika mbele ya jopo hilo, kundi la mwisho likijumuisha Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu Asembo na Saul Simiyu Wasilwa litahojiwa siku ya Jumatano jumla ya wa wawaniaji 37 walikuwa wametuma maombi kuwania nafasi ya mwenyekiti wa IEBC kabla ya orodha hiyo kupunguzwa hadi watu 11, awamu hii ya mahojiano itakapokamilika. Mahojiano ya nafasi sita za makamishna wa IEBC yataanza mnamo Alhamisi, tarehe 27 mwezi huu na kuendelea hadi tarehe 24 Aprili. Jumla ya wa wawaniaji 105, wakiwemo wanawake 32, wameorodheshwa katika kitengo hiki tangu muhula wa tume hiyo kukamilika mnamo Januari 17 saba mwaka elfu mbili kumi na tatu Kenya imekosa tume ya uchaguzi inayofanya kazi kikamilifu na kuzuia utekelezaji wa michakato muhimu ya uchaguzi. Huku mahojiano hayo yakiendelea, Wakenya wamesalia na matumaini kwamba uteuzi wa maafisa wapya wa IEBC utarejesha hali ya kawaida na kuhakikisha tume hiyo inarejelea wajibu wake wa kikatiba.